Karibu katika channel ya kupendwa ya Feaboy kwa update zote, so kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali. Leo tutakwenda kuangalia matokeo ya moku kidato cha sita katika mkoa wa, mkoa wa Kagera. Matokeo ya moku kidato cha sita mkoa wa Kagera, mashule ambazo zimefanya mtenua ni kama jinsi yanavyoonekana katika video hii. Kwa kuweza kuangalia matokeo haya, chagua jina la shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake na baada ya hapo utaweza kuona matokeo ya shule husika. Kuweza kupata matokeo haya join katika grupu letu la WhatsApp, link iko katika description ya video hii ya kujoin pale, au comment jina la shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake, na mimi nitakutumia matokeo ya shule husika. Hapa tutakwenda kuonyesha mfano wa shule hiyo ya Kemobos, matokeo yake tutaweza kwenda kuangalia hapo. Kama anavyoonekana, matokeo haya ni matokeo ya shule hii ya Mauku Form 6 wanafunzi wote wameweza kupata division 1 kama jinsi inavyoonekana katika shule hii ya Kemobos Secondary School, na tokeo yake ni kama jinsi yanavyoonekana hapo, na wanafunzi wote wameweza kufaulu, wote wameweza kupata division 1, wanafunzi wote division 1, shule imeweza kufanya vizuri kabisa. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like na share video hii kwa wengine wengi zaidi ili waweze kuona matokeo haya, lakini pia usahau kujoin katika grupu letu la WhatsApp kwa update mbalimbali mbali kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kuni. Asanteni <coughs> na, na karibuni sana. Jina langu ni Feaboy tena katika video nyingine inayofuata. kini kuwa mwanafamilia wa FEABOY ni kwa kusubscribe tu katika channel hii. Njia ni rahisi tu, bonyeza hiyo neno subscribe, bonyeza neno subscribe. Baada ya hapo, gusa alama ya kengele ili kuweza kupata taarifa zote tunapo posti video mpya.